Hadithi ambayo inadumu, tunakutana na Kaini na Abeli. Hadithi ya Kaini na Abeli ni ya kale sana. Inapatikana katika Biblia. Ni hadithi kuhusu ndugu wawili, na ni hadithi kuhusu wivu. Hadithi hii ni muhimu kwa sababu inatufundisha kutuelewa sisi wenyewe. Inatufundisha kuhusu hisia zetu, na inatufundisha kuhusu mema na mabaya. Ingawa ilitokea zamani sana, bado ina umuhimu leo. Bado tunahisi wivu, bado tunafanya makosa. Lakini tunaweza kujifunza na kukua. Hadithi hii inatusaidia kuelewa mambo hayo. Kaini na Abeli walikuwa ndugu wa kwanza katika historia ya wanadamu. Hadithi yao ni moja ya hadithi za zamani zaidi za ugomvi kati ya ndugu na ugumu wa tabia ya binadamu. Zawadi ya nafaka na mwana kondoo. Hadithi hii si kuhusu sadaka walizotoa tu, bali pia kuhusu maana na hisia zilizo nyuma ya sadaka hizo. Adamu na Hawa walikuwa na wana wawili: Kaini mzaliwa wa kwanza, na Abeli mdogo wake. Walikuwa wakijifunza njia za wazazi wao, wakielewa umuhimu wa kufanya kazi kwa bidii na kujitolea. Kaini alikuwa kaka mkubwa, alifanya kazi shambani na kupanda mazao. Siku zake zilikuwa zimejaa kazi ya kupanda, kutunza na kuvuna matunda ya ardhi. Alijivunia kazi yake, akiona ardhi kama chanzo cha riziki na maisha. Abeli alikuwa mdogo wake, alikuwa mchungaji na alitunza kondoo. Uhusiano wake na kundi lake ulikuwa wa kina, akielewa mahitaji yao na kuwalinda dhidi ya madhara. Abeli aliona jukumu lake kama mchungaji kama wajibu mtakatifu, njia ya kutunza viumbe vya Mungu. Siku moja, wote wawili waliamua kutoa sadaka kwa Mungu. Hii ilikuwa njia ya kuonyesha heshima na shukrani. Sadaka zilikuwa sehemu muhimu ya maisha yao, njia ya kutoa shukrani na kutafuta kibali. Kaini alileta baadhi ya mavuno yake. Aliyatoa kwa Mungu. Sadaka yake ilikuwa onyesho la bidii yake na kujitolea kwake kwa, kwa ardhi. Aliamini kwamba juhudi zake zingetathaminiwa na kuzawadiwa. Abeli alileta mwanakondoo wake bora, aliutoa kama sadaka yake. Sadaka ya Abeli ilikuwa ishara ya kujitolea kwake na utunzaji aliyoutoa kwa kundi lake. Alichagua mwana kondo bora, akionyesha nia yake ya kutoa kilicho bora zaidi alichokuwa nacho. Wote wawili walingoja kuona jinsi Mungu angewajibu. Kutarajia kulikuwa dhahiri, kila ndugu akitumaini kwamba sadaka yake ingekubaliwa na kubarikiwa. Sadaka zao zilikuwa tofauti, hii ni muhimu kwa hadithi. Aina ya zawadi zao ilionyesha maisha yao ya kibinafsi na njia walizochagua. Nafaka ya Kaini na mwana kondoo wa Abeli walikuwa zaidi ya vitu vya kimwili tu, walikuwa ishara ya utambulisho wao na uhusiano wao na Mungu. Wivu uliwaka, mbegu za hasira Mungu alipendezwa na sadaka ya Abeli alifurahishwa na mwana kondoo. Lakini Mungu hakupendezwa na sadaka ya Kaini. Hii ilimkasirisha sana Kaini. Alihisi moto ndani yake, tunauita hisia hiyo wivu. Kaini hakuweza kuvumilia kwamba sadaka ya ndugu yake ilikuwa bora zaidi. Alianza kuhisi chuki moyoni mwake. Wivu huu ulianza kumtafuna. Ilibadilisha jinsi alivyotenda na ilibadilisha jinsi alivyohisi kuhusu ndugu yake. Wivu unaweza kufanya hivyo, inaweza kutufanya tusahau kilicho muhimu. Damu ya ndugu, mauaji ya kwanza. Kaini aliacha wivu imtawale, hakuweza kufikiri vizuri. Alimhadaa ndugu yake Abeli waende shambani, na hapo kwa hasira, Kaini alimuua ndugu yake. Mauaji ya kwanza yalikuwa yamefanyika. Ardhi ambayo huwa inatoa uhai, sasa ilichukua damu ya Abeli. Kitendo kibaya cha Kaini kilisikika duniani kote. Hakuna kitu kingekuwa sawa tena. Alikuwa ameacha wivu utie sumu moyoni mwake na kumfanya afanye jambo baya sana. Sehemu ya tano: kukabiliana na adhabu, hatima ya mzururaji. Mungu alizungumza na Kaini, sauti yake ikipita kimya kimya msituni, uwepo wa kimungu ambao haungeweza kupuuzwa. Yuko wapi Abeli ndugu yako? Mungu aliuliza, sauti yake ikiwa laini na thabiti, akidai ukweli kutoka kwa Kaini. Kaini alidanganya Sijui, alisema, sauti yake ikitetemeka kidogo, alipojiepusha na macho ya Mungu yanayopenya Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu, aliongeza, akijaribu kusikika hana hatia, lakini uasi wake ulikuwa wazi. Alitarajia kupotosha swali, kuficha hatia yake nyuma ya sura ya ujinga, lakini Mungu alijua kile Kaini alichokuwa amefanya. Ukweli ulikuwa wazi kama mwanga wa jua ukipenya mawingu, ukiangazia pembe za giza za moyo wa Kaini. Alijua kuhusu mauaji hayo. Damu ya Abeli ililia kutoka ardhini, shahidi kimya wa uhalifu ambao haungeweza kufichwa. Mungu alimwadhibu Kaini kwa dhambi yake. Anga ilichafuka na dhoruba ikatengenezwa, ikionyesha msukosuko katika nafsi ya Kaini alipogundua uzito wa matendo yake. Utakuwa mzururaji, Mungu alisema, sauti yake ikijaa uthabiti. Njia iliyokuwa mbele ya Kaini sasa ilikuwa ya kutangatanga bila kikomo, safari isiyo na mwisho. Utakuwa mkimbizi asiyetulia duniani. Kaini aliogopa. Uzito wa adhabu yake uliweka mzigo mzito mabegani mwake, naye akahisi kushikwa na hofu kali. Akalia, adhabu yangu ni kubwa kuliko ninavyoweza kustahimili. Sauti yake ilisikika katika mashamba matupu, ombi la kukata tamaa la rehema ambalo halikujibiwa. Angeenda kuwa peke yake. Utambuzi huo ulimgonga kama pigo la kimwili, upweke wa hatima yake ukijinyosha mbele yake kama barabara isiyo na mwisho ambayo sasa angetembea angelazimika kutangatanga duniani milele akiwa ametiwa alama na kitendo chake kibaya, alama ya Kaini. Ishara ya dhambi yake ingekuwa ukumbusho wa kila wakati wa maisha aliyochukua na maisha aliyopoteza. Sehemu ya sita: Alama ya ulinzi, rehema katikati ya hukumu. Ingawa Kaini alifanya jambo baya sana, Mungu bado alimwonyesha rehema. Alimpa Kaini alama maalum. Alama hii ilikuwa ishara ya ulinzi. Ilimaanisha kwamba hakuna mtu angeweza kumdhuru Kaini. Angekuwa salama alipokuwa akizunguka. Alama hii ilikuwa ukumbusho wa dhambi yake, ilikuwa pia ishara ya msamaha wa Mungu. Kaini alikuwa amefanya makosa, lakini bado alikuwa kiumbe wa Mungu. Upendo na rehema ya Mungu viliwafikia hata wale waliokuwa wamefanya dhambi. Sehemu ya saba: kuishinda wivu. Masomo ya wivu: hadithi ya Kaini na Abeli inatufundisha kuhusu hatari ya wivu. Wivu ni hisia kali. Inaweza kutufanya tufanye mambo mabaya. Tunapohisi wivu, tunapaswa kujaribu kuelewa ni kwa nini. Tunapaswa kuzungumza kuhusu hisia zetu, na tunapaswa kukumbuka kwamba kila mtu ni tofauti. Sote tuna vipaji na karama zetu. Kujilinganisha na wengine kunasababisha tu kutokuwa na furaha. Badala yake, tunapaswa kuzingatia uwezo wetu. Tunapaswa kusherehekea mafanikio ya wengine, na tunapaswa kuchagua wema kila wakati. Sehemu ya nane, minongono ya ukombozi, tumaini baada ya anguko. Hadithi ya Kaini pia inatoa mwanga wa tumaini. Ingawa alifanya kosa kubwa, bado alipewa nafasi. Mungu alimlinda. Hii inatuonyesha kwamba ukombozi unawezekana kila wakati. Haijalishi tumefanya nini, tunaweza kuchagua kubadilika. Tunaweza kujifunza kutokana na makosa yetu. Tunaweza kuomba msamaha na tunaweza kujaribu kurekebisha mambo. Huenda isiwe rahisi, lakini inawezekana kupata njia yetu ya kurudi kwenye wema. Sehemu ya tisa, hadithi isiyopitwa na wakati, mwangwi wa Kaini na Abeli. Hadithi ya Kaini na Abeli haifi. Ni moja ya hadithi za mwanzo ka kabisa katika historia ya mwanadamu. Hadithi ambayo imepitishwa kutoka kizazi hadi kizazi, ikivuka tamaduni na vipindi. Hadithi hii inayopatikana katika maandiko matakatifu ya mila nyingi, inazungumzia asili ya mwanadamu na ugumu wa hisia zetu. Ni hadithi ambayo sote tunaweza kujifunza. Iwe tunaisikia tukiwa watoto tumekaa kuzunguka moto wa kambi au tunaisoma katika utulivu wa nyumba zetu, masomo inayotoa ni ya ulimwengu wote. Simulizi ya ndugu wawili, upendo wao, wivu wao, na matokeo mabaya ya matendo yao, inatugusa sisi sote. Inatukumbusha kuwa waangalifu na hisia zetu. Hisia zisipodhibitiwa zinaweza kutuongoza kwenye njia mbaya. Wivu na hasira ya Kaini kwa Abeli ni ukumbusho mzuri wa uwezo wa uharibifu wa hisia zisizodhibitiwa. Inatuhimiza kutafakari hisia zetu wenyewe na kutafuta uelewa na udhibiti juu yao. Inatufundisha kuthamini msamaha. Matokeo ya matendo ya Kaini yanaonyesha umuhimu wa kutafuta na kutoa msamaha. Katika ulimwengu ambapo kutoelewana na migogoro haviepukiki, uwezo wa kusamehe unaweza kuponya majeraha na kurekebisha mahusiano. Ni somo ambalo linafaa leo kama ilivyokuwa maelfu ya miaka iliyopita. Na inatuonyesha kwamba hata katika nyakati za giza zaidi, kila wakati kuna tumaini. Hadithi ya Kaini na Abeli, licha ya mambo yake ya kusikitisha, pia hubeba ujumbe wa tumaini na ukombozi. Inatukumbusha kwamba haijalishi hali zetu zilivyo mbaya, kila wakati kuna uwezekano wa mabadiliko, wa ukuaji na wa mustakabali mzuri. Hadithi hii imesimuliwa kwa maelfu ya miaka. Kuanzia mila za zamani za mdomo hadi maandiko yaliyoandikwa, hadithi ya Kaini na Abeli imekuwa msingi wa mafundisho ya maadili na tabia njema. Imetafsiriwa na kutafsiriwa upya na wasomi wengi, wanatheolojia na wasimulizi, kila mmoja akipata maana mpya na ufahamu ndani ya mistari yake. Na itaendelea kusimuliwa kwa maelfu zaidi. Muda tu kuna wanadamu wa kusimulia hadithi, hadithi ya Kaini na Abeli itadumu. Itapitishwa kutoka kizazi hadi kizazi, ukumbusho usiopitwa na wakati wa ugumu wa asili ya mwanadamu na nguvu ya kudumu ya upendo, msamaha na tumaini. Kwa sababu inazungumza na kitu kirefu ndani yetu. Hadithi ya Kaini na Abeli inagusa mambo ya msingi ya uzoefu wa mwanadamu. Inazungumzia uwezo wetu wa mema na mabaya, mapambano yetu na wivu na hasira, na hitaji letu la msamaha na ukombozi. Ni hadithi inayopatana na kiini cha utu wetu. Inazungumzia nguvu ya uchaguzi. Chaguzi tunazofanya zinafafanua sisi ni nani na kuunda hatima yetu. Chaguo la Kaini la kuruhusu wivu wake umteketeze lilisababisha matokeo mabaya, lakini pia hutumika kama somo kubwa kwetu sote. Inatukumbusha kwamba tuna nguvu ya kuchagua matendo yetu na hatimaye njia zetu maishani. Na inatukumbusha kwamba kila wakati tuna nguvu ya kuchagua upendo badala ya chuki. Katika ulimwengu ambao mara nyingi umegawanyiwa na migogoro na kutoelewana, hadithi ya Kaini na Abeli inatuita kuchagua upendo, huruma na uelewa. Ni ujumbe usiopitwa na wakati ambao ukizingatiwa unaweza kusababisha ulimwengu wenye usawa na haki zaidi kwa wote.